Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo Jumanne tarehe kumi na nne mwezi wa kumi, Juma la ishirini na nane mwaka C, mwaka wa kanisa. Kama taifa leo tunamkumbuka baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tafakari yetu leo inaongozwa na Injili ya Luka sura ya 11 aya 37 hadi ya 41. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, E Bwana. Sura ya kumi na moja aya thelathini na saba hadi arobaini na moja. Yesu alipokuwa akinena, Farisayo mmoja alimwita aje kwake alichakula. Akaingia akaketi chakulani. Farisayo huyo alipomwona alistajabu kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo, mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje Siye yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama, vyote huwa safi kwenu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, Injili ni habari njema ya wokovu wetu. Injili inawahusu watu wote bila kujali kabila au taifa. Sisi tulio wafuasi wa Yesu hatupasi kuona aibu kutangaza injili ili watu wote waokolewe. Wapendwa taifa la Mungu, kupitia injili ya leo, Yesu anawaonya mafarisayo waliokuwa wanafuata mapokeo ya Kiyahudi kama desturi na namna yao ya kuwa safi na kuishi kitakatifu. Leo Yesu anaalikwa kwa farisayo, na anatumia fursa hiyo hiyo kuhubiri injili kwa kutoa fundisho linalotuelekeza kwenye uzima wa milele. Yesu anawasa mafarisayo, anatuwasa na sisi katika injili ya leo kwamba hatupasi kufuata, hatupaswi kufuata dini katika matendo ya nje tu, bali dini ibadilishe kabisa maisha yetu ya ndani na ya nje unyofu wa moyo usafi wa moyo, unyofu wa moyo, usafi wa moyo, kutokuwa na kinyongo, kutokuwa na chuki, kutokuwa na choyo, kutokuwa na hasira, kutokuwa na udanganyifu, huko ndiko kunawa mikono ambapo Bwana Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo anasisitiza unyofu wa moyo, usafi wa moyo, kutokuwa na kinyongo, kutokuwa na chuki, kutokuwa na choyo, kutokuwa na hasira, kutokuwa na udanganyifu, huko ndiko kunawa mikono na kujitakasa, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anasisitiza. Tunaweza tukafuata taratibu zote za Kanisa ila tukashindwa kuwa tayari kufanya mabadiliko ya kiroho ambayo yanatufanya tuwe na uhusiano mzuri na Mungu, ambayo yanatufanya tuwe na uhusiano mwema na Mungu pamoja na jirani zetu. Sadaka na majitoleo yetu yatakuwa ya maana pale tu tutakapotimiza, tutakapoyatimiza tukiwa na mioyo safi iliyo ya toba ya kweli. Kama taifa, leo tunakumbuka siku ambapo baba wa taifa aliaga dunia, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. yako mengi mazuri yaliyowafanya na si pia, tunaalikwa kuyaenzi, tunaalikwa kuyadumisha ili kuendelea kujenga umoja, ili kuendelea kujenga upendo, ushirikiano na ustawi wa taifa letu. Na kwa namna ya pekee mwezi huu ikiwa ni mwezi wa uchaguzi, basi kwa kufuata nyendo, kwa kufuata yale mema ya baba ya baba wa taifa, tuendelee kuenzi amani ya taifa letu, tuendelee kudumisha amani ya taifa letu. Tunapoelekea uchaguzi mkuu, uchaguzi tuombe Mungu, ili uchaguzi huu uwe ni uchaguzi wa haki, uchaguzi wa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa nami, Shemasi Deodati Zawadi Njau wa Jimbo Katoliki la Lindi.